te kwanza, namshukuru sana Mwenyezi Mungu wa rehema. Niko vizuri kwe kweli kweli na furaha sana sana sana sana, nipo ndugu yenu barozi wa Grant nusu. Kuingia nusu, yaani furaha uh, nalikuwa nayo mimi kuingia nusu eh, na furaha maki make ananiuma yale maneno ya mwaka robo, mwaka robo <laughs> afu nalikuta baba kabisa limeshiba <laughs> mwaka robo iba ilikuwa ananiuma. <laughs> Bwana, mimi namshukuru sana Mungu wangu, ha, ni jambo la heri jambo la faraja kwa kweli. Nashukuru sana viongozi wangu technical bench kwa ujumla na wachezaji wangu hasa na mashabiki wenzangu wa eh, kwenye Amasa tulikuwa na Amasa. Unajua, tangu tumeondoka tulikuwa hatujatulia. tuliingia saa kumi alfajiri pale eh, tumefika nyumbani sa, saa 4 saa 5 tukaanza zetu Amasa tukulala, tukaanza mambo ya Amasa zoezi likaendelea nilifarijika nimefurahi sana kwa mashabiki wenzangu wa Simba Sports walichokionyesha ndani ya uwanja wa Lupasa walijaa wengi wengi mno ilitupa faraja hata sisi ambao tulipata bahati ya kuna Messi tukisema kwamba kwamba kwamba kwamba kwamba kule tulipoteza goli mbili kwamba hiyo ndio asili ya mnyama simba katika asilimia mia, mia sabini na tano mnyama simba huwa wana struggle ishirini na tano ndo wana win. Utaki yani. Kwa hiyo simba utakii kukata tamaa, yaani ukishajijua simba upashi kukata tamaa kwao. kama mimi kama mimi nilifarijika sana, nilijua kwanza zile goli mbili, na ukiangalia hata lile goli lile la pili la wao ni steli ya VAR, vingine hivyo ilikuwa goli moja bila, na ukiangalia tuliwa control vitu vyote tulikuwa kontrol vitu vyote ball balance ball technical ball blend ball food tuwakamata idara zote. Na ukiangalia kwanza, nashukuru sana to kutangu ulicheza kwa discipline tosha, kulikuwa wale wa kupata hata kona, nafikiri faulu zile za ajabu nje 18 kulikuwa hakuna, walicheza kwa nidhamu hali ya juu. Tulikosa umakini kule Misri, tulipata nafasi tulishindwa kuzitumia. Asilimia kubwa ya wachezaji wangu walikuwa, kila mtu anataka afungee ili viongozi wangu wakaliona. Nikaona mzee wetu azimdeoji akasema kuna milioni tano atakayetu assist atakayefunga. Zoezi limeenda vizuri. Nilipata bahati mimi kuonana, tuko Masri pale Cairo airport, wale wana wanasuguani yao moja jambo lolote we, unalolijua wewe pale airport pale jambo unalolijua wewe wao, kuna watu zaidi ya elfu moja tayari wanashalijua. Nipata bahati kuonana na, na, na captain wetu Zimbwe pamoja na Kip Dennis, B2 bomba walinihakikishia, hawa hawatoki kwa jinsi wa wenyewe walivyowaona. Unajua, si wengine kazi yetu ni kushabikia, lakini wale ndo kwenye pitch ndio wenye kazi yao. Eh, wakasema bwana, blaza Pasi Milioni, wewe shakaondoa njooeni kwa wingi uwanjani, itaneni kwa wingi bwana. Mimi nimewapongeza sana mashabiki wenzangu wa Simba Sports. Ile ilikuwa siku ya kazi, lakini watu walikuja kwa wingi sana pale uwanjani, na wako asilimia kubwa sana wa watani Asilimia tisini na tisa pointi tisa walikuwa wanasema shughuli yetu imeishia pale. Mungu katusaidia tumepenya. Namshukuru sana rafiki yangu kipenzi, Alhaji Miskondo aliniambia, bwana tutapata matokeo mzee wa kanzu nyeupe. Pamoja na hayo ya kupata yale matokeo, wachezaji wangu pamoja na makosa ya Misri yaliyofanyika eh ya kawaida tu, ndio mchezo wa mpira ule, hapa Lupaso wakawa wamerekebisha, tukawa tumepenya, tumekwenda vizuri. Kitu nilichokuwa na hofu mimi kama shabiki baada ya kuona baba Esta dakika za nyongeza za mwishoni alipokosa lile goli ambalo lili kidogo tu kwenye nondo, nikasema da. Nilipoona sasa anaenda kupiga penalti akutupa ushindi, nikasema hapa shughuli shengia. Nikajua kabisa yeye mwenyewe kashakuwa na, na hofu. Labda sikujua bwana, kumbe ana asilimia mia, mia Jesus kwenye fulana yake nikashanga kumbe pale ana anafunya like vimacho, mimi sikuelewa eh? Kapiga, tumeingia nusu. Wana Simba tumefurahi, wana Simba tumeenjoy nusu. Muda mrefu sana sisi, asa kizazi hichi wengi wajakiona nusu, wajai kuiona, wakihadisi walikuwa wanaona kama uongo nini, walikuwa wanaona comedy futui, lakini Mungu ametusaidia tumeiona nusu. Nawe mwenyewe hujawahi kuiona Simba kiingia nusu eh, kwenye mashindano ya kimataifa, nawe si umefarijika? Nikasema kabisa, leo tunakwenda kupiga pira gani? Mungu ametusaidia, wa bwana, hatukupiga pira zuchu wala zikumselebende, tulipiga pira sapeda, safisha pendezesha. Dar Dalislam. Dar es es Salaam. Salaam yote imetulia mpaka leo hii Dar es Salaam watu bado wawaamini watu wanaoweseka. Kwa kweli mimi nimefarijika, nimefurahi sana. Leo nimeenda kukutana na South Africa. Wanasema ndio hatukatai sanahatukataa hataobos so walisema atuingiiolobo wenyewe walisema atuingie wali e, lakini Mungu ametusaidia tumeingia. Kwa hiyo wacha waongee, sisi zetu ni vitendo. Kwa hiyo kwa kubula zake Mwenyezi Mungu mimi nafarijika, nimefurahi sana kuingia nusu s so, swala so la mchezo. Nawapongeza sana wachezaji wangu, nalipongeza sana technical bench langu, na mashabiki wenzangu wa Simba Sports. Ukitaka kujua kwamba mashindano sio ya mchezo, mimi nilipata bahati ya kwenda Misri, niliona wale wa Misri jinsi walivyokuwa wote wako together yani, kila wanachokifanya unaona kabisa. Hata mazingira yetu kuingia uwanjani, wote tuliingizwa kwenye geti moja aiza. Kama unataka kushabikia timu yetu ya Simba Sports kama kwenye geti letu tulikuwa tumechaguliwa lile, lazima uwe na pasipoti moja, hata kama labda kule unasoma, lazima uwe na kibali kwamba uonyeshe kama kule unasoma moja, lazima uwe na ed... yani, ukija na headphone walituzuia si su... nini yani, vitu vya chaji, unajua kio, ukisafiri na kama uko transit, lazima uwe na vitu kwenye kibegi vyote hivyo, situli viacha kwa nje. Nampongeza sana balozi wa Tanzania nchini Misri, yule jamaa alikuwa anaitwa si Richard Makatu, kitu kama hivi major general, kitu kama hivi sikosei. Alijitahidi. wana Simba wote tulikuwepo pale uwanjani, tulisapoti timu yetu. Bro, kitendo cha Simba kuingia nusu finali si masiala, na ndio maana tumezidi kupanda, sasa hivi tuko siyala, namba 4 ile. Yeah, namba 4 sio nafasi ya kubeza, okay. Kwa kama mimi nimefarijika sana sana sana kaka yangu Nguvu tuliyotumia kwenye mechi yetu na Al Masry tutumie mara tano yake, dua zetu ziongezeke mara tano yake. Na siku ya mechi tiketi zikianza kutangazwa, tukate tiketi kwa wingi, twende tukasupport timu yetu kwa nguvu zake Mungu. Mimi naona tunatoboa. Pamoja pamoja, nyoka bebi kwenye tenga.